Ehe, niambie sasa, kwa seti kiufupi, hali ipoje? Na hedhi vipi, imetokaje? Ule weusi weusi ndo haupo mm. na sasa hivi dogo yae nakuja yenyewe kabisa, rangi nyekundu kabisa mm. Lakini nilienda kazini pia, ndo maana nasema sio maumivu yale ilikuwa, mm. siwezi kwenda hata kazini. Oh, aisee. Nilienda kazini jana, nimefanya kazi tena ni tumefanya kazi, kazi sana mpaka nimetoka usiku kabisa. Ah, ah, ongera sana. Yale mabonge mabonge hayapo, lakini mm. Eh, mm. Naona kama vile kwa uelekeo huu inawezekana mm. hata usiku usitoke na hii si hivyo, kwa sababu imeanza kupunguza hata speed mm. Mm. Yeah, okay, na ukiachana hivyo okay. Kwani kuna changamoto labda yoyote kwa sasa? Hapana, hata yale maumivu kiasi mm. ule uchafu haupo, lakini pia maziwa hayaumi mm. wala hayajajaa. Mm. Mm. Ah, Mungu ni mwema sana wa kwa kweli, naiona kama ni hatua pia mm -hmm. yaani sija expect kuwa hivi hapo mm. nyuma mm. yaani ile damu bwana mi ilikuwa inanipa wasiwasi sana, ni kweli Ukiona hivi ni nyeusi, yani ile nyeusi mpaka mm. eh, unasema inatoka kwenye mwili wa nani? mm. Mwili wangu kabisa huu, ndio uko hivi, nahisi kama umeoza. <laughs> Ilikuwa inatisha inatisha, na vinyama, yani avu, mabonge, yani mpaka unasema eh, mm. yani kama mzazi hivi amejifungua. mm. Wabaki unawaza saa tumboni kuna nini, mpaka unasikia kabisa kama tumbo lina Yani kama kama lina shida ndani yake unalisikia. I see lakini saa hizi tumbo jepesi, hata halijaumuka mm. E, unasikia kabisa yani unajua kama kama kuna kitu hakiko sawa, unakisikia mm.